Ya mwaka elfu mbili na mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Bwana asifiwe sana, bado mwaka mpya, bado watu wanakosea kuandika kuandika mwaka kwenye yale na kwenye matukio fulani fulani. Bwana asifiwe sana. natamani tuimbe wimbo mmoja hivi na usikia sikia moyoni na kusikia kukaa na kutaka hakuna sheria, lakini jambo la msingi hapo huu wa kumaanisha

juu yako upako juu yangu na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana, haleluya. Tunaendelea na kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, tunaendelea kujifunza. Tulitoka kwenye kipengele cha kazi za Roho Mtakatifu kama unakumbuka na kama ukumbuki na somo hilo jumapili moja imepita, hapo katikati hapo nyuma, tulikuwa na somo hili. Tunafanya mwendelezo kwenye kipindi cha maombi. Bwana asifiwe sana, haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu, kwa utangulizi, ni nafsi ya tatu ya Mungu, na nafsi hii hatuwezi kutofautisha na Yesu na Mungu Baba. Nafsi zote zina sifa moja, zina sifa zinazofanana, na kama Mungu anapatikana mahali popote kwa wakati wowote, pia Roho Mtakatifu anapatikana mahali popote kwa wakati wote. Mungu atusaidie sana, lakini anaweza yote. Amen. Hakuna jambo kwake linaloshirikana. Kuna jambo kwake linaloshirikana kwa, kwa sifa ya utakatifu. Ni mtakatifu na anatufanya tuwe watakatifu. pengele kinachosema cha kwanza, Roho Mtakatifu huumba na kutoa uhai. Tuliona kwenye umbaji alikuwa kazini, lakini tuliona Roho Mtakatifu utoa uhakika wa dhambi, haki na hukumu na kipengele kingine cha tatu, tuliona Roho Mtakatifu uongoza Mkristo, na Roho Mtakatifu katika uongozi wake, ukimpa nafasi ya kuongoza, maana yake hauwezi kupotea, huwezi kupotea, na ana uwezo wa kutahadharisha na kukupa taarifa kwa mambo yatakayotokea hapo baadaye. Lakini tuliangalia Roho Mtakatifu fundisha neno la Mungu. Yeye yeah, anafundisha hata mafungo, maana Biblia sio kama gazeti unaweza ukasoma tu ukapata habari kamili na ukasema hii habari inahusu hiki. Lakini Biblia unapoisoma unaitajita uelewa kutoka Roho Mtakatifu, na bila Roho Mtakatifu maana yake naweza utasoma Biblia halafu naweza kwenda kujinyonga, bado utamuona. Yuda alijinyonga ukafikiri kwamba kujinyonga sio dhambi, lakini Roho Mtakatifu akiwepo kazini atakufundisha kujinyonga maana yake ni nini. Mungu atusaidie sana, na tuliangalia kipengele kingine pia tunachozungumza. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuzaliwa mara ya pili; ili mtu azaliwe mara ya pili, Roho Mtakatifu anahusika. Siku moja Yesu pamoja na Nikodemu walikuwa kwenye mjadala huo. Anamuuliza Yesu, ili nifanyeje ili nizaliwe mara ya pili? Au nirudi tumboni mwa mama yangu ili nizaliwe tena? Anasema pana haivyo hivyo kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mungu amsaidie sana. Mtu anapomwamini Yesu, hapo ndipo kazi ya Roho Mtakatifu ya kumzaa huyu mtu mara ya pili hufanyika, na baadaye huonekana mabadiliko ya tabia siku kwa siku, siku kwa siku. Mwishowe zile tabia za kimungu zinatawala na zinaenea na unakuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Kwa bila Roho Mtakatifu hakuna wokovu wa kweli, wokovu wa kweli Roho Mtakatifu ndio anampatia mtu. Tunaendelea na kipengele namba sita, Roho Mtakatifu huwatakasa ama humtakasa Mkristo. Roho Mtakatifu hutakasa Mkristo, humtakasa mtu. Maisha yetu tunapoishi, kuna vitu vingi tunakutana navyo na kuna mambo mengi tunakutana nayo. Ili uendelee kutembea ama kuishi maisha matakatifu, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anahusika kutakasa maisha yetu. Huyo ndiye ambaye anaweza kukukumbusha kwamba hasira ulionayo ni dhambi. Huyu ndiye ambaye anaweza kukukumbusha kwamba chuki ulionayo ni dhambi. Huyu ndiye ambaye anaweza kukukumbusha kwamba kutokusamehe ambako uliko nako ni dhambi. Mungu amchajie sana, na anaweza kusababisha kutoka katika mazingira hayo na kuwa na amani ya kweli. Na kila mtu Mungu amchajie sana. Kwa hiyo tusome maandiko hapo Wathesalonike wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na tatu na waraka wa Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili io hiyo sisi nasi kwa mshukuru Mungu bila kukoma. Sura wa kwanza inasema ndiyo, kwa sababu hiyo sisi nasi kwa mshukuru Mungu bila kukoma. Endelea, kwa kuwa mlipopata neno la ujumbe la Mungu lilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la mwanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli. Ndugu mlikuwa nasema kweli kweli, nitaanza kwa kuwa maisa melii